Yes, o oh, hali gani, mdau na mpenzi wa michezo karibu sana, karibu tena ni kukaribishe kwa mara nyingine. Kama ndo mara yako ya kwanza kabisa unaungana nasi basi, uh, karibu hii ni kwa ajili yako wewe, lakini nina jambo moja ambalo, uh, ni muhimu kukushauri kabla sijaendelea. Jambo lenyewe ni kwamba uh, kama wewe ni mdau wa michezo, lakini pia ni uh, shabiki wa mpira moja kwa moja na michezo kiujumla, basi unayo nafasi ya kujiunga na familia yetu ya michezo kwa kubonyeza uh, maneno yaliyopo chini ya video hii yanayosomeka kama subscribe. Mara baada ya kufanya hivyo, kuna alama moja ya kengere itatokea, nayo utaibonyeza mara moja. Mara baada ya kufanya hivyo, moja kwa moja utakuwa umekwisha kujiunga na kuwa mwanafamilia wa chaneli yetu pendwa na hakuna taarifa yoyote ya kimichezo na burudani ambayo itakupita. Kwa nini sasa uendelee kupitwa na taarifa zetu? Hakikisha una subscribe na unabonyeza alama ya kengele, ili uwe mtu kwanza kabisa kujipatia taarifa zetu. Yes bana, mara baada ya yeah, uh, vuta ni kuvute na trendings za muda mrefu kuhusiana na Uh, Luis Jose Miquissone kurejea kwenye uh, viunga vya Msimbazi siku ya hii leo, ukweli umefichuka na taarifa zilizopo mezani kwangu ni kwamba Luis Jose Miquissone amekubali kurejea tena kwa mara nyingine kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, akiamini bado anayo nafasi ya kukitumikia kikosi hicho. Taarifa za ndani kabisa zinatueleza ya kwamba klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba imempa kandarasi ya muda wa miaka miwili Luis Jose Miquissone, na hii ni kampeni ya wekundu wa Msimbazi Simba ya kuendelea kusajili wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa kwenye michuano mikubwa hapa barani Afrika, ikiwemo ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia uh, Ligi kuu ya NBC plim. Hivyo, Louis Jose Miquissone atakuwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ambacho kitaendeleza kampeni ya michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya makundi. Nini maoni yako juu ya uh, kurejea kwa Miquissone kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, niandikie comments hapo chini ya video hii. Lakini kama bado haujawa mwanafamilia wa channel yetu, hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele hivi sasa.